Kuzinduliwa kwa benki ya walimu MCB kumeelezwa kuwa moja wa ukombozi mkubwa wa kimaendeleo na kiuchumi si kwa walimu tu bali kwa Watanzania wote kwa ujumla. Mtendaji mkuu wa benki hiyo Runati Manongi amesema hayo jijini Dar es Salaam muda mfupi baada ya kuzindua kwa tawi la kwanza la benki ya walimu barabara ya Samora jijini Dar es Salaam. Mtendaji mkuu wa benki hiyo ameyasema hayo jijini Dar es Salaam muda mfupi baada ya kuzinduliwa kwa tawi la kwanza la benki ya walimu barabara ya Samora jijini humo, ambapo amesema pamoja na benki hiyo kuanzishwa na walimu ni fursa kwa Watanzania wote kuanzia wakulima, wafanya biashara pamoja na wafanyakazi katika sekta mbalimbali kuanza kuitumia. Napenda kutoa wito kwa Watanzania wasiogope kuingia wala wasisite kuingia katika tawi lolote la benki hii kwa sababu ni benki ya walimu. Benki hii ni ya Watanzania, walimu wameianzisha, lakini huduma zitakazotolewa ni kwa ajili ya Watanzania wote. Lakini katika mshahara wao mdogo huo huo wamejikusanya, wakaanzisha kitu cha ukombozi, na mimi nasema kwamba walimu ambao bado ni vijana, ambao wataishi na, na benki hii wakakuwa nayo, wakachukua mikopo, wakasoma, wakasomesha, wakajenga nyumba, wakanunua magari mazuri watafaidika sana na uanzishwaji wa benki hii. Benki zinaendeshwa kwa mifumo na taaluma za hali ya juu. Tuna mfumo wa tehama wa hali ya juu duniani. Hapa tulipo, tunaweza tukawasiliana na mkoa, wilaya, sehemu yoyote ya nchi hii Mradi pana mawasiliano. Mmoja wa walimu walioshuhudia uzinduzi huo mwalimu Peter Mlin Mahandala amesema hiyo ni benki yao na itakuwa ndio sehemu ya kuongeza uchumi kupitia hisa watakazoziweka walimu. Wamepewa hisa za zaidi ya bilioni kumi na moja. Kwa ni benki yetu na hii ndio itakaomkomboa mwalimu, na walimu nawahimiza kwamba popote pale matata kkuwa akipanuka basi wajiunge, ni benki yao wenyewe wanaoimiliki, na wao wanamiliki benki kwa sababu ndio wana hisa zao zimo ndani. Kutoka Dar es Salaam, Victor Robert Chanetene na, chane, na wanawake